Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ni mara nyingine tena tunakutana kwa ajili ya tafakari ya neno la Mungu. Neno la Mungu kama mzaburi anavyosema ni taa na nuru ya miguu yetu. Kwanza kabisa niwakaribishe sana kwa kipindi cha Kwaresma ambacho tumekianza sasa tayari, e, pale tulipopakwa juzi kati hapa majivu majivu. E, majivu ambayo yanatukumbusha kwamba sisi binadamu tunaishi hapa duniani, lakini tutarudi tena kwa muumba wetu. Kumbe majivu ambayo tunapakwa tunapoanza kipindi cha Kwaresma, ile Jumatano ya majivu, basi yanatukumbusha tufanye toba. Tuendelee kujitafakari kwamba sisi ni watu wa kupita hapa duniani na tutarudi kwa Muumba wetu. Kipindi cha Kwaresima ni kipindi cha muhimu sana na kipindi cha neema na baraka kwetu, ni kipindi ambacho tunaalikwa kufanya toba na zile nguzo tatu za muhimu kabisa ambazo daima zinatuongoza katika kipindi hiki: kusali, kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, tukasali sana, lakini vile vile kufunga vile vitu ambavyo sio vya lazima, kuviacha vitu tunavyovipenda sana. Tunafunga ili tusaidie tuwe karibu na Mwenyezi Mungu, lakini vile vile kuwasaidia hata wengine, na hiyo sasa inaendana na, na nguzo hii ya tatu ambayo ni kuwasaidia watu wengine, na hiyo yote hiyo inalenga kwamba tuwe na mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu upande mmoja lakini vile vile tuwe na mahusiano mazuri pia na wenzetu. ko rasmi kabisa ni kukaribisha tunapoanza tafakari ya juma hili la kwanza la Kwaresma, Jumapili ya kwanza ya Kwaresma. Mungu akubariki, tuombeane. Sote ni wasafiri hapa, sote hapa tunapigana kuwa Mkristu safi, si kitu ambacho ni rahisi. Tuombeane na kila mmoja wetu tuweke juhudi ya pekee, na tukizingatia kwamba mwaka huu ni wa baraka, ni mwaka wa Jubilei jubilei inayotualika tuwe watu wa matumaini kwa kauli mbiu yake eh, Jubilei elfu mbili ishirini na tano basi mahujaji katika matumaini. Tuwe watu wa matumaini na Mungu atakuwa pamoja nasi. Sasa tukija kwenye masomo yetu, somo la kwanza eh, linatoka katika katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 26 aya ya nne mpaka ya kumi. Somo la pili barua ya Mtume Paulo kwa Rumi sura ya kumi aya 8 mpaka ya kumi na tatu. Na somo la Injili linatoka Injili ya Luka sura ya nne aya ya kwanza mpaka ya tatu. Leo nitasoma Injili hii na kutafakari Injili ni kuombe. Somo la kwanza nilitaja na somo la pili, fanya tafakari binafsi. Nasoma Luka 4 sura nne Luka, kwanza, ya 4 Luka aya kwanza mpaka ya 13. Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani. Akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani akijaribiwa na ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, "Ukiwa wewe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate." Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Iblisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako mwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wa kulinde na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Wapendwa ndugu zangu, wapendwa ndugu zangu Watumishi wa Mungu, nimeona leo ni tafakari tu juu ya injili na ni tafakari juu ya majaribu aliyoyapata Bwana wetu Yesu Kristo, na ninafanya hivyo kwa lengo moja kubwa, kwamba na sisi tupo kwenye kipindi hiki cha Kwaresma. Hata baada ya kipindi cha Kwaresma, kimsingi maisha yetu yote ni maisha ambayo tunakumbana na majaribu Tunapata vishawishi vya kila aina. Kupata kishawishi si dhambi, ila kishawishi ukikubali ukatenda dhambi ukaanguka kutokana na kishawishi hicho, hiyo ndiyo dhambi. Kwa hiyo inabidi kimsingi tuvishinde vishawishi. Sasa hapa tumesikia simulizi la Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi huyu Ibilisi alivyomjaribu, alafu simulizi hili la la kujaribiwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo yes linakutwa katika injili ya Mathayo, injili ya Marko na injili ya Luka, kwa umuhimu wake. Na tunaambiwa kwamba Yesu alipata majaribu haya, alijaribiwa na ibilisi baada ya kubatizwa, akatoka mto Yordani akaenda jangwani kwa muda wa siku 40 na kule akiwa nafunga, ndipo akajaribiwa na, na ibilisi alafu kama tulivyosikia kwenye simulizi tutapitia baada ya muda kidogo, ibilisi alimujaribu katika mambo ambayo kwa hali ya kawaida Yesu angelikuwa ni mwanadamu wa kawaida, pengine mimi na wewe tungeweza kuanguka, kwa, kwa sababu shetani ni mjanja na uongo wake ni mkubwa, ni super. Alimjaribu Yesu katika vitu ambavyo ana uwezo navyo. Mfano, fikiria hii kwa mfano ili majaribu la kwanza, Yesu ana njaa kwa sababu Yesu alikuwa ni Mungu na mtu alikuwa na hisia za njaa kama mimi na wewe. Shetani anamwambia, mawe haya hapa yabadili, yawe mikate ule ushibe, na Yesu alikuwa na uwezo huo kubadili, mkate, mawe kuwa mkate. Unaona? Kwa hali ya kawaida Yesu angesema, "Ah, ngoja nifanye hivyo lakini Yesu na mwenyewe akatumia maandiko akasema, mtu hataishi kwa mkate tu, kipo zaidi ya mkate huu. Na Yesu ndicho hicho anachokitaka, kutimiza mapenzi ya Bwana, si kupata majaribu ya shetani na kuyakubali. Lakini hata yale majaribu mengine eh, majaribu mengine tumesikia, jaribu la pili na lenyewe katika uwezo wa Yesu eh? Anasema kwamba Shetani akampandisha juu akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja, na Ibilisi akamwambia wewe, enzi hii eh, na nitakupa enzi hii yote na fahari yake, kwa imu mikononi kwa kwa iko mikononi mwangu nani um, nami umpa yote nimpendaye. Basi wewe ukinisujudu mbele yangu, yote yatakuwa kwako. Ah, haya hebu tujiuze mimi na wewe, nani ambaye hapendi mali za ulimwengu huu? Nani ambaye hapendi pesa? Nani ambaye hapendi kuwa na nyumba nzuri? Nani ambaye hapendi kumiliki vitu? Wote tunapenda. Hakuna ambaye hapendi. Lakini sikia kilicho hiyo hiyo hiyo sharti jingine ndio kuja nyuma yake. Ukiniabudu na kunisujudu, yote hayatakuwa yako. Yaani Yesu amsujudu, amwabudu yani kama msujudu eh, shetani. Lakini fikiria, wewe ungekuwa ni wewe. Tunasikia watu wanaenda huko sijui free mason, watu wanajiingiza kwenye ushirikina kwa sababu ya kutafuta mali. Unafanya hivyo nikishawishi ambacho ni kikubwa sana, watu wanafikia point wanaua watoto wao, wake zao, baba zao na kadhalika. Tunasikia vitu hivi kwa sababu ya mambo ya kishirikina, sijui free mason, wanachokitafuta ni fedha. Unaona no. fedha unaipata, wengine nataka anataka mwanamuziki mashuhuri hapa duniani au mtu mashuhuri au mwanasiasa mkubwa. Sasa hivi tunaelekea uchaguzi, mfano wagangu wa kienyeji watapata pesa nyingi sana, wanaoendea kina nani hao? Wanaotafuta vyeo, wanaotafuta mali. Naona hata huyu shetani kumjaribu Yesu ni nij jaribu ambalo mimi na wewe tungelipata pengine tusingeweza kuchomoka. Tuwe wazi, Pesa kila mtu anapenda mali za dunia, kila mtu anapenda kunaona shetani alivyo mjanja. Lakini ile jaribu la tatu, na ninyona ile janja sana shetani mjanja, akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupo chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao atakuchukua, usije ukajikwa mguu wako kwa katika jiwe. Yesu akamjibu akamwambia imenena, usimjaribu Bwana Mungu wako. Akampeleka kwenye hekalu la Yerusalemu juu kwenye kinara, na imeandikwa kwenye Zaburi kwamba tukianguka malaika watakuchukua wata, wata. Kwa shetani anatumia maandiko, naona shetani alivyo mjanja wa maandiko yani, alitaka Yesu sasa ajirushe arafuti malaika wa Mungu wamkamate wamdake, eh? Na hivyo sasa labda watu ndio watamwamini huyu mtu mashuhuri. Eh, si unajua kwa mfano hawa watu ambao unasema kwamba sijui kamfufua mfu. Sijui ka mtu alikuwa ni mlemavu, amempona ameanza kutembea na watu hivyo ndivyo mnavyovitaka. Ah, huyu mchungaji, huyu sijui Dani, huyu mtu fulani anafanya miujiza, wote tunamkimbilia huyu. Na huyo mtu utaona hata akitembea, ha, yule baba ni nabii yule. Yule anaponya watu na kadhalika. Unajiona hivi. Unaona? kwamba Yesu apate ule utukufu, kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Yesu hakuhitaji hicho. Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu mwenyewe, Mungu mtu. Yesu ni Mungu mwenyewe. Sasa Mungu mwenyewe atake watu etu wamshangilie au wamwone ni mtu wa ajabu sana ili weje? Mungu hahitaji vitu vya namna hiyo. Yesu hahitaji tukujionyesha kwamba ni mtu mashuhuri na nini ili aweze kupata wafuasi wa? Hapana na ndio maana hata Yesu alipokuwa anafanya miujiza mfanyo kwa tibu watu magonjwa yao, kuwafua wafu, lengo la kwanza ni kwamba wale watu waondoe katika maisha yale, kama ni magonjwa ya watoke, kama ni kifo am, am, amuishe tena eh. Lakini nyuma yake alichokuwa anataka kuonesha ni kwamba aweze kuwafanya watu wa muamini. Ndio maana pengine miujiza kama hiyo ya moja kwa moja pengine sasa hivi haipo. Mimi sidhani kama mimi sasa hivi na imani yangu nahitaji muujiza kwamba nione ni Yesu. Sijui kamfua mfu hapa eti ndipo niweze kumwamini. No, oh, I don't need that. Sitaji kitu cha namna hiyo. Lakini naona hili jaribu. Wewe na mimi, nani asiyependa sifa? Wewe na mimi, nani asiyependa kuona ah eh, ni hivi eh? Mpaka naona hata marais wa kama wa Marekani Trump, ana utajiri wote, mapesa mengi sana, mshahara wake ni dola moja, inanitosha tu, yana ya, utajiri mkubwa lakini kwamba mimi rais wa Marekani wa alikuwa anahutubia mabunge yote mauri ya Umoja wa Mataifa kila mtu anaangalia, lakini akija sijui rais wa nchi gani watu wanatoka nje. Hata wakiwa kwenye mkutano mkutano, wanaenda kuvuta sigara na kunywa soda. Utukufu eh? Eh. Hawa watu ambao nakuta labda ni waponyaji, ndio eh? Maana wakati mwingine wanagongana na viongozi wa siasa wakitaka kuwapa maelekezo. Ah ha? Hapana, mimi nafanya hivi, mimi nafanya hivi na nguvu za kimungu, glory, utukufu wote tunapenda unaona vishawishi hivyo. Sasa ninachotaka kusema, ndugu yangu, ni hiki kimoja ukielewe vizuri. Mtu anajaribiwa katika mazingira anayokuwa nayo. Ndio maana ukiona mtu amejaribiwa, pengine ameanguka katika dhambi fulani, usimcheke au kusema kwa nini ameanguka huyo. Ni kutokana na mazingira anayokuwa nayo. Nitoe mfano. Mtu kwa mfano ni mtunza fedha anayo na ana uwezo wa uwezo wa kucheza nayo hata asijulikane, sawa? so, huyo kwake ndiye kishawishi, anakipata hapo hapo. Haya, mtu angekuwa labda ni daktari ha. anakuja binti au mama anataka kutoa mimba kumua yule mtoto. Daktari ana uwezo wa kufanya hivyo na pengine asijulikane, na baadhi ya madaktari wanafanya hivyo. Atapata kishawisha, nipate hizi za laki mbili laki tatu, nitoe mimba ya huyu mama basi atembee, mimi nakula pesa yangu na uwezo huwa nao. Unaona Mungu anayemshawishi pale, unapona watu juu wanakula rushwa <laughs> ni katika mazingira hayo unakuta mtu labda amepata kishawishi ame ameanguka katika dhambi labda ya uzinzi. Unaweza kukuta ile mazingira aliyokuwa nayo na yule mama na kadhalika, sio amezoeana na nini, wewe hujawahi kupata pengine mazingira ya hivyo, anaanguka mtu sasa. Kwa kusema hivyo sisemi kwamba huo kwamba watende watu wovu, ila Mungu anatembea pale pale. Ushawishi unachokipata ni pale pale eh, ndio unakuwa ni mwalimu. Mfano, unafundisha shuleni hivi, ah, nimefundisha leo vipindi vitatu, hii kipindi cha nini, siende darasani. Hapo shetani akakushawisha hapo, muziki kwanza ulishafanya kazi sana na umechoka au ngoje niende darasani basi nikatimize mradi tu watoto wanione lakini sifundishe. Ni muhimu kwa sababu yeye ni mwalimu. Wewe kwa mwalimu pale shuleni una chaki na nini akakushawishi ulibe milioni kumi. Sasa wewe udili na milioni kumi. Tuko pamoja. Ni vadi labda naweza kanishawishi. Labda nimeitwa mgonjwa. Sasa upande tangu asubuhi fanya kazi umechoka. Ah, huyu mgonjwa labda utaenda kesho. Na unajifanya hivi unaenda kesho, shetani anakujaribu hivi unakubali, usiku mgonjwa huyu anafariki. Unaona? Kwa shetani natujaribu kwa namna nyingi, ndiyo maana, wapendwa, ukiona mtu amejaribiwa na kuanguka, tumwombee, haujui mazingira ya mtu huyo. Tuko pamoja, wapendwa, nadhani mnanielewa. Kwa naona hivi vishawishi vya Yesu ni vishawishi ambavyo vinatupata kila mmoja wetu, e, mawe wa mikate, kufanya kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wako e. Milki zote za dunia utazipata. Wote tunataka mali eh, tunataka mali kila mtu, kwa viwango tofauti tofauti, kutafuta utukufu, jirushe malaika wakudake. Kila mtu au oh, mwana wa Mungu, na sisi ni hivyo, nipate cheo kikubwa eh, watu haya, ah, huyu eh, huyu mwanasiasa mkubwa, au ah, huyu ni mbunge wetu eh, eh na kadhalika ah, huyu bwana padre, huyu anafanya miujiza, huyu hapa Huyu kiongozi wa jumuiya ni kiongozi safi, ameongoza ame miaka thelathini, na kipaji cha uongozi huyu, watu wanakuwa dimaya na kadhalika, yote hayo natupata. Kwa hiyo niongeze mambo mengine, shetani alitumia neno la Mungu, lakini kumjaribu Yesu akashindwa. Yesu akasimama imara, lakini Yesu alitumia hilo hilo neno la Mungu. Wapendwa, hebu tusome neno la Mungu, tulielewe neno la Mungu, kama nilivyosema, ni taa ya miguu yetu. Neno la Mungu kusoma Biblia ina majibu yote. Na kadri tunavyoelewa neno la Mungu, tunamuelewa Mungu zaidi. Ndiyo maana huyu Mtakatifu Jerome, au Jeronimo, aliwahi kusema kwamba, the ignorance of the scripture is the ignorance of Christ. Kote kule kutojua neno la Mungu ndio kutomjua Kristo. Sasa Kristo utamjuaje bila kumjua kutoka kwenye neno la Mungu? Ni sawa tunawahubiria hata kwa mfano kama sasa hivi ninavyofanya hivi na tafakarisha neno la Mungu. Ni kitu kizuri sana. Lakini nawe pata muda wako, soma neno la Mungu, litakubidisha namna ya kujikinga na maadui wa kiroho na kimwili. Na barua ya kwanza ya mtume Petro, inasema kwamba Shetani ananguruma ni kama simba ngurumaye akitafuta mawindo. Yupo siku zote ananguruma na tutafuta, alafu tunapoanguka dhambini, nasema ah, shetani ukaniangusha dhambini Wazi la mashetani amenyoa, wakati mwingine anasema kwamba hapana, sasa tuangushi watu dhambini, kila mtu bwana, sisi tunatusingizia. Mashetani ameye siku zile ameshaanza kukataa. Tuko pamoja. Kwa hiyo ndugu zangu, tusimame imara, tusome neno la Mungu. Lakini tujitahidi tusiwe vishawishi kwa watu wengine. Wakati mtu anashawishi watu kutenda dhambi: Ah, bwana kunywa kidogo pombe, mbona kitu kizuri sana. Ah, bwana wetu zini eh Mbona kuzini kwa ni kitendo gani kibaya? Si tumekubaliana tunapendana, ni roho zetu na kadhalika. Ah. Ndivyo nitangwa danganyii. Ah, wewe uchukua hii pesa bwana eh? Mbona kila mtu anakula kwa kamba yake. Hivyo hivyo tunadanganywa. Unaona? Ah, usiende kusali. Kwanza kusali ah, si lazima sala msingi tu Jumapili pengine tu na kadhalika. Tusimame imara katika imani yetu. Tuilinde na tuitetee. Kwa hizu wa sawishi, shiwe nzetu vishawishi. Na tujiepushe na vishawishi. Kama unajua kwamba, mimi ni kiona pombe na kunywa. Mfano, kipuli cha Kwaresma mwata kujizuia pombe. Au ni shida kwa hapo, usipite maeneo ya pombe. Kuna mtu kuangalia tu chupa tu kaunta kunye hotel, tayari kiu inakuja. Kama unaona marafiki zako wana kupeleka kule wana kushawishi, achana nao. Kama unajua kwamba, mimi ni kiwa nakunywa pombe, nikiona labda akina mama au akina baba wananitia kishawishi cha kutenda na kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu ya sita, kwa kuzina au na kadhalika, jiepushe nao. Kwa nini unakuwa na kampani nao, unakuja pombe, mfano na kadhalika. Kama unaona mimi napata kishawishi cha wizi wa pesa za umma, achana nazo, tafuta kazi nyingine. Kuna e, faida gani unapata ulimwengu huu wote mambo ya kidunia, halafu roho yako inapotea? Te. Mishakuwa nafanya utafiti mwaka elfu mbili kwenye hospitali fulani juu ya matumizi ya, ya vizibiti mimba. Mama mmoja nilimkuta hospitali fulani nilipokuwa nafanya utafiti, kwa sababu kwa sababu ya mambo hayo ya kidunia, haiwezekani tusimame imara katika imani. Na tuilinde wapendwa, kwa basi niachie hapo. Mungu ni mwema, tuzidi kuombeana. Vishawishi tumuombe Mungu atuepushe na, hata tukipata na vishawishi tumwombe Mungu atusaidie tuvishinde. Kwangu mimi, Kwaresma ni kama vituo fulani. Jumapili ya kwanza ya Kwaresma ni kituo cha kwanza sasa. Hii mahubiri haya ni ya kituo cha kwanza. Tunapoenda kituo cha pili, labda wiki ijayo, anza kujitafakari hivi: kwa wiki nimepata maendeleo yote kiroho, nimekuwa mtu wa sala, mapungufu niliyokuwa nayo na madhambi ambayo nimeyapunguza au nimeacha kabisa. Kwa hiyo uone unapiga hatua kwa kwenda mbele, usibaki pale pale au ukarudi nyuma. Ndio sala yangu, ndio sala yenu. Bwana, wabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo wa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi, kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa mbili na nusu hadi saa kumi na moja jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni, na mosi, subuhi, kumi na moja jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa, TMP Bookshop, sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi. Kwa simu nambari sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa nne sita tano. Karibu TMP Bookshop.